Yaani ukiniona Mwabukusi nazungumza nimezungumza. Najua ninachozungumza mimi sio kilaza. Kama ni serikalini kufanya kazi nimefanya, sheria naijua. Kwa hiyo nikisema hapa sio sahihi nafahamu kwa nini nasema sio sahihi. Kwa hiyo uwezo kwa watu mpumbavu huko kwa sababu unashika bunduki unafikiri utakuja kucontrol uwezo wangu wa kuzungumza au wa kufikiri. Mimi nataka kuambia watu mimi nazungumza wazi chochote ninachokuwa nacho. Huwa sifichi. Na niwahakikishie, Nyinyi vibaka mnaojiita vikosi kazi, nyie ni vibaka, siwaogopi. Na sio kwamba siwaogopi naigiza, I will never run away from you. Yaani kuna watu wanataka kazi yetu yote huyo ni kusifia rais, kusifia CCM, kusifia nini, yaani uzuzu hivi uzu, uzu, uzu, wanataka yaani, tuwe kama taifa fulani la kusanyiko la mataaira ambao hawawezi wa, kuwa critical, kuthink critical, kutizama mambo critical. Kwa hiyo wanachotaka kuna watu wao wanasema sasa ni wakati wa kusifia, tuanze kusifia tu. Haya, nyamaza, tunyamaze. Hapana, toka wakati wa baba taifa hajawahi kufanya upumbavu wa namna hiyo unavyotokea enzi za chama kushika hatamu. Sisi tuliokuwa zamani tunafahamu, saa kumi na robo tulikuwa na kipindi cha mikingamo. Kipindi cha mikingamo kilikuwa kinafanya kazi hizi wanazofanya kina Mwamlima, kazi hizi mnazofanya kina Nyikani TV, kufichua maovu tulikuwa tukipiga simu zikiandikwa barua na hatua zikichukuliwa. Tumebaki tunasifia watu hao, huyu kafanya zaidi, hajawai kutokea Ikulu, wakati there is nothing which is going on nchi ime paralyze. Na kuparalyze huku ndio maana unaona hatua za kipumbavu hata kwenye vitu vinavyowasaidia. Unapokuwa kiongozi, usidhibiti zile taarifa mbadala ambazo hazina athari kwa nchi ndio zinazokusaidia kukupa kioo kwenye zile habari zingine zinazokuwa screened, kwa sababu ukienda TBC siku hizi haina habari, ITV hivi, Azam hivi, Channel 10 hivi. Sasa huku kwenye citizen journalism ndiko unakopata mazio yasiyogushiwa, ndiko unakopata feelings za wananchi, ndiko unakojua nini kinachoendelea kule chini. Hautakiwi kupanic na kutesa watu kwa. Tunaomba watanzania wajue hatutakimbia nchi na hatutakufa, tutaishi tuone ukombozi wa Mungu aliyowaandalia wana wa Tanganyika. inzi za kuirudisha nchi kwenye upumbavu wa giza hatutakubali, lazima tuwajibike kwa ajili ya taifa letu, na kutoa maoni ni haki ya kikatiba, ili mradi maoni yale hayatukani sio ya uongo na misizote, nasema maoni ni maoni, maoni...